Halo, habari kwa jina naitwa Anderson Emmanuel Asheri. Ipo hapa katika mradi mkubwa wa ufugaji wa kuku. Na sisi kama Tanzania Kilimo Digital Limited, leo tuko hapa tunafanya installation za keji za kichina kama unavyoona keji zinavyoonekana. Tumekuja kufunga mradi mkubwa sana wa kuku na tunafanya installation, tuko na mafundi wetu. Na lengo kubwa ni kuhamasisha ule ufugaji wa kisasa, na lengo kubwa kama mnavyoona watu wanafuga kisasa, hichi ndo kitu ambacho sisi kama Tanzania Kilimo Digital Limited, tunakipenda. Kwa hiyo ni kukaribishe kwa wewe ambao utakuwa na keji za kichina, sisi tunafunga na ukihitaji kununua sisi tuna access ya kukupa na pia kwa upande wa pili, kwa zile keji zingine ambazo tunatengeneza sisi pia utapata. Kwa hiyo ni fursa kubwa kwa, kwa nyinyi wateja wetu wote kwamba utachagua kulingana na uhitaji wako. Kwa hiyo nikukaribisha sana Tanzania Kilimo Digital Limited, tuje tufuge kisasa, na kama kauli mbiu yetu tunavyosema kilimo biashara ni fursa, kama mnavyofuatiliaga vipindi vyetu, na kama hujawahi kufuatilia vipindi vingine, jambo la msingi ambalo nakusii jitahidi kupitia vipindi vyetu, mfano kuna kipindi ambacho tulikuwa tunaeleza mfumo wa kujenga banda bora na unavoliona ili banda ambapo nipo ndani hi ni banda bora ambayo limejengwa vizuri, lina sifa zote za banda bora, kwamba tunaona hata upauaji wake umekaa kisasa zaidi na hewa inaweza ikaingia na kutoka, na miundombinu hata ya ndani ya banda imekaa vizuri sana. Kwa hiyo kupitia vipindi vyetu huwa tunawaelekeza namna ya kuwa na kufuga kisasa. Kwa hiyo sisi i tunawasisitiza ujapata nafasi ya kutazama vipindi vyetu, angalia vipindi vyetu, tumevipanga katika mtiririko mzuri, kwamba kuna njia nyingi ambazo tumetoa mafunzo mengi, kujenga banda bora, sifa gani za banda, ufugaji gani wa kisasa ambao unatakiwa ufuge tuna, kama njia za keji, unafuga kuku wengi katika eneo dogo, kwa ni jambo ambalo la msingi sana kulizingatia. Na kitu kingine niwakumbushe tu kwamba ufuge kisasa kwa kwa kuweka miundombinu vizuri, hilo ndio jambo ambalo linakuwa la msingi sana. Kwa hiyo tukiwa na miundombinu mizuri tunaweza tukapata matokeo bora zaidi. Kwa hiyo niwakaribisheni, karibuni Tanzania Kilimo Digital Limited, karibuni kwenye chaneli yetu mpya ambayo inadili na wafugaji, Mifugo Digital Tv, karibuni sana.